Uh, Mheshimiwa naibu spika nashukuru. Uh, mimi nitatambua umashuhuri wako wa kufanya kazi Mheshimiwa, na waziri na naibu waziri pale ambapo mtatatua mgogoro kati ya wananchi wa majimbo mawili jimbo la Kawe katika mitaa ya Madale, Mbopo, Mabwepande na jimbo la Kibamba pale kwa ndugu yangu Mtemvu, mitaa ya Tegeta A, Msumi A, Msumi B, Kulangwa na Kulangwa. Kwa huu mgogoro, wewe ni waziri watatu nilianza kueleza hapo bungeni wakati waziri akiwa mheshimiwa Mabula akashindwa kutatua, nikaeleza waziri alipokuwa Jerry Silaa akakwama kutatua. Sasa wewe ni waziri wa tatu Mheshimiwa Dejembi, kwa sifa unazopewa, ninaomba basi sifa hizo wananchi hawa zaidi ya laki mbili na hamsini ambao wanaathirika kwa maeneo yao yaliyochukuliwa na DDC mwaka wa themanini kwa kuto kufuata utaratibu, kwa sababu serikali ya kijiji haikushirikishwa wala haikutoa baraka, wakaenda kupata hati mezani. Hati ilikuwa inawataka, kwa maelezo yao, wafanye kilimo cha wafanye kilimo na ufugaji. Miaka hamsini baadaye, hawajawahi kufuga kuku wala hawajawahi kulima bustani ya mchicha, wameenda kutaka kuondoa wakazi wa asili, na ambao wakazi wa asili kwa sheria za ardhi za kipindi kile walikuwa na umiliki halali, na wao wameuzia wananchi wengine Tunavyozungumza watu laki mbili na nusu tunazungumza raia ambao walikuwepo kipindi kile kama wananchi ama wakazi wa asili na wananchi wengine waliokuja kununua maeneo. Mheshimiwa Waziri, nikuombe sana, nimesema hotuba yako unasema kwenye mwaka huu 25 26 mnataka kutatua migogoro elfu tatu ninaomba kwa hisani kabisa eneo hili ama mitaa hii saba niliyokutajia ambayo yanaingia kwenye jimbo la Kawe na jimbo la Kibamba, katafute ufumbuzi. Hali za wananchi ni ngumu tunavyozungumza. Ni bahati mbaya viongozi waliopewa dhamana kwenda kuhudumia wananchi kwenda kuwasikiliza wananchi kwenda kutatua migogoro kwa busara wametukua watumii busara mkuu wa bisara wa wilaya ya Kinondoni, mkuu wa mkoa wa Dar es Salam, mwenyekiti wa CCM wa mkoa wa Dar es Salam, jeshi la polisi na mitutu ya bunduki linasumbua raia wa Tanzania. Mweshimiwa Waziri, hapa nina matangazo mawili. Hili jambo lingeshughulikiwa na Mweshimiwa Mabula. Hili jambo lingeshughulikiwa na Mheshimiwa Darislam, haya matangazo mawili yasingetokea. Kuna tangazo la tarehe 10 Februari 2024 limesainiwa na mkurugenzi wa Manispaa ya Kinondoni, anasema anaenda kuuza viwanja vya vi Halmashauri Mabwepande. Tangazo wa pili tarehe tisa Mei elfu limesaidiwa na Shedrak Maximilian anaenda kuuza maeneo. Na mbaya zaidi, watu wamejenga nyumba zao, watu wana viwanja vyao, viwanja vyenye nyumba na viwanja ambavyo havina nyumba vinauzwa, wakati wananchi wako ndani ardhi yao. Hii ni nchi huru, ardhi ya Tanzania ni mali ya Tanzania. Mheshimiwa Rais amepewa dhamana, tunaomba usaidie kumaliza huu mgogoro. Taarifa Mheshimiwa Naibu Spika e, anayezungumza anazungumza nusu vizuri nusu haijakaa vizuri na, na, a, na kwa sababu kanishirikisha nao, nafasi ya kumpa taarifa. Serikali imejitahidi kwenda na huu mgogoro kwa hatua mm -hmm na hatua ya kwanza waliofanya chini ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, maeneo ambayo hayajavamiwa tayari twende taratibu, hata kulipotezea muda, maeneo ambayo hayajavamiwa katika eneo hilo, Mheshimiwa Naibu Spika, tayari serikali imetangaza wananchi waombe wapewe, lakini maeneo ambayo yamevamiwa eh, serikali imetoa maelekezo tayari wananchi walipie kwa square mita shilingi elfu tatu baadaye yale ambayo hajavamiwa square mita ni elfu kumi na tano unaweza kuona tofauti hapa Mheshimiwa, eh. Mheshimiwa tunaendesha bunge kwa kanuni, taarifa ni sehemu ya haki ya mbunge so, ndani ya bunge so, na msemaji anapewa taarifa, jibu lake ni moja tu, kukubali taarifa au kuikataa, naendelea na shughuli zake. Mheshimiwa... haina haja ya kutupiana maneno, haina haja ya kugombana wala na haja jambo lolote. Ndio kanuni zinavyosema. Na Mheshimiwa Halima, wewe ni mwanasheria, hizi kanuni tumetunga pamoja. Endelea Mheshimiwa. Naibu spika, sipokei taarifa, na ninamshauri mbunge upokee uh, ah, acha, acha, taarifa. Ushauri wangu ni kwamba akasome nyaraka zote za historia ya mgogoro huu, aende shule akajifunze. Mimi ni mbunge wa mwaka wa ishirini sasa, siwezi kusimama bila kuwa na nyaraka ya kuonyesha historia ya huu mgogoro ulitoka wapi mpaka tumefika wapi. Mheshimiwa Waziri, mgogoro huu unahusisha maeneo ambayo yana shule zaidi ya kumi na tano yana vituo vya mafunzo vya serikali, kuna zahanati zaidi ya tatu, kuna viwanda zaidi ya vitano. Mheshimiwa, kuna taasisi za kidini zaidi ya sita, kuna makanisa, kuna ofisi za serikali, kuna maeneo ya wekezaji, kuna maeneo ya maziko. Na kuna vituo vya kulelea watoto yatima kwenye eneo ambalo linahusu ekari zaidi ya elfu tano. Kwani malizie juzi juzi wananchi walikuja wakakuona wizarani, umewaahidi wananchi utaenda kwenye maeneo husika kati ya tarehe mbili mpaka tarehe saba mwezi wa sita wananchi wameshajitangazia huko kwamba waziri wa ardhi unaenda kuwatembelea. Ninaomba ahadi yako itimie ukatatue mgogoro. Ushauri wangu mwingine, Mheshimiwa Waziri, ushauri wa bure kabisa, nenda sikiliza pande zote. Watu ambao wanashiriki kukandamiza wananchi sasa hivi wakijua na ziara watakuahu wakupotoshe sikiliza upande wa serikali sikiliza upande wa wananchi upate kweli hakitendeke jambo. La mwisho tunalaamika hapa na namba waziri utujibu, tarehe mbili Februari mbili shinambili. Benki ya Dunia iliingia mkataba na serikali kingeleakoa pili ishapigwa mengine mwandikie waziri, ndio utaratibu wa bunge. Hata mpira kufika dakika 90 tisini kama mfungwa mmoja ujarudisha, ndio basi tena.